Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki, Askofu Lawi Afuilile Mwankuga amewataka viongozi kutokuwa na ubaguzi katika kutekeleza majukumu yao ya kiuongozi. Askofu Mwankuga ameyasema hayo wakati wa ibada ya kuwasimika viongozi wa USCF wa mikoa na wilaya za Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar iliyofanyika kwenye kanisa la Umoja wa Makanisa ya Kikristo Tanzania CCT tawi la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Aidha, katika hatua nyingine, Askofu Mwankuga amewataka viongozi hao kutokata tamaa kutokana na changamoto mbalimbali watakazokutana nazo kwenye kipindi chote cha uongozi wao, bali wasimame imara kuhakikisha kazi ya Mungu inatimizwa. Pia askofu huyo amewataka viongozi hao kuacha alama chanya itakayowasogeza watu kwa Mungu na si kuwatawanya. Watumishi wa Mungu, viongozi ambao mnachaguliwa kwa ajili ya mkoa na wilaya, Mungu anawasimamisha kuwatuma maeneo mbalimbali, na kama wamishonari ambao mnatumwa. Na katika habari iliyopo hapa na Paulo ndo anaonyesha kama anaenda safari ya kwanza ya uinjilisti wake, wamepita maeneo hayo wakisema habari za ufalme wa Mungu. Na anaposema kwa kazi niliyowaitia, manake masikio yamesikia na macho yameona, na akisema kwa kazi ile niliyowaitia, Roho Mtakatifu anasema nao na wao wamesikia, na kama wamesikia, wanatumwa kwa watu pasipo ubaguzi. Viongozi mnaoingia kazini, Mungu awape neema kutokuwa na ubaguzi katika uongozi mtakaoendelea kufanya viongozi mnaoingia kazini Mungu awape neema. Pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tutakutana nazo, tusiache maadamu shauri la Bwana tuataka kuliona linatimizwa. Mungu anatumia watu kuchagua watu, watu wafanye kazi ya watu na ya Mungu na mazingira yake. Mungu anatumia watu uchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu na mazingira yake. Na kama ametutumia sisi watu na amewachagua watu, na mpenda Isaya akasema, ore wangu kwa kuwa mimi ni mwenye midomo michafu na inakaa katikati ya wenye midomo michafu amejitambua. Mungu awape neema kujitambua uwezo wenu na udhaifu wenu, kutambua uwezo wa watu mtakaoongoza na udhaifu wao, ili tuweze kuchukuliana. Niwatakie baraka za Bwana kuchukuliana, kuvumiliana na kupendana, lakini kwamba Mungu anatumia watu kuchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu na mazingira yao. Mungu atusaidie kujali yale ambayo jamii imetupa kujali mazingira ambayo Mungu ametupa yanatuzunguka. Maana imeandikwa mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mungu awaheshimishe mlio viongozi na mtakaoshirikiana wengine, Mungu awaheshimishe. Mungu awajalie neema kila mmoja kusimama kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kama ametuita, tunahitaji kuwa wasikivu, tunahitaji kuwa waangalifu ili kwa nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu hatutendi sisi, anatenda yeye. Na habari hu kiisoma na hata alipofika mahali fulani akina Paulo na huyu ah, huyu Barnaba waliweza kusema si kwa ujasiri wa nguvu zao, bali kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu. Na palipo na nguvu ya Roho wa Bwana pana amani pana upendo pana utuema pana uaminifu. Mungu atujalie neema tutakavyoendelea kushirikiana na watu hawa ambao Mungu ametuambia, niteulieni nichagulieni hawa watu kwa kazi niliyowaitia. Acheni alama ambayo tutajua kuna watu walikwepo. Mmoja akasema alama ni alama. Tunahitaji alama chanya ambayo mtatusogeza, itatuletea faida, si alama ya kututawanya, bali alama ya kutukusanya, katika jina la Yesu Kristo. wanati hai kwa nini, maana roho wa uzima, roho mwenye kanisa aendelee kutusaidia, ili tuendelee kumwinua Bwana.